Za jioni, ndugu zangu waandishi wa habari. Uh, poleni kwa short notice, lakini pia ongereni kwa kufika kwa wingi. Tuna machache sana ya kuwaeleza hapa, na tuliona hatua nafasi nyingine zaidi ya jioni hii kuweza kukutana kuwajuza haya machache ili umma, mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans Uweze kuyafahamu kupitia nyie. Jambo la kwanza ni ratiba ya safari ya timu yetu kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya FAR Rabat ambao kimsingi mchezo huu umepangwa kufanyika siku ya Jumamosi na umepangwa kufanyika Jumamosi majira ya saa kumi kamili jioni na uwanja ni New Aman Complex. Kikosi cha Young African Sports Club kesho majira ya saa tatu kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huo. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia, wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza, kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Kuwa, mchezaji kama Lassin Kouma, wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Lakini wachezaji hawa, tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika in terms of logistic ya safari kutoa katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko Paka Zanzibar hawatapitia hapa Dar es Salaam, watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa hiyo ukiangalia kimahesabu hapo tutakuwa na siku tatu 19, 20, na 21. Tutakuwa na siku tatu. Ishirini na tutakuwa na simu, siku tatu kwa timu yetu yote Kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat, lakini asilimia kubwa wanasafiri siku ya kesho kuelekea Zanzibar. Taarifa ya pili ambayo ni muhimu nikawajuza hapa, na tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ni kuhusu jezi za michuano hii ya kimataifa. Awali tulikuwa tukitoa taarifa kwamba wiki iliyopita siku ya Jumatano jezi zingezinduliwa, tukasogeza mbele mpaka siku ya Jumapili, tukiamini taratibu zitakuwa zimeshakaa sawa, lakini kwa sababu ambazo sisi wenyewe ziko nje ya uwezo wetu, sasa ni rasmi, ni watangazie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, jezi mpya Young Africans Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa zitazinduliwa na zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis, pana majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alhamis, inshaallah, zitazinduliwa jezi na zitaanza kuuzwa hapa. Nipende kuwakumbusha wanachama na mashabiki wetu wa Yanga, jezi za kimataifa ni special edition. Ni jezi maalum za, za, za michuano hii ya CAF Champions League, kwa hiyo hata volume yake kwa maana ya wingi haitakuwa uh, nyingi sana, kwa hiyo ziko limited na zitauzwa kwenye maeneo ambayo tutakuja kuwatangazia. Hivyo ni vyema tujiandae, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans, kununua jezi za kimataifa ili siku ya Jumamosi tukiwa tunaingia ndani ya uwanja wa New Amani Complex tuwe tumependeza na jezi zetu za kimataifa. Binafsi nimeshaziona hizi jezi, nimeziona kwa sababu nimeshiriki kwenye zoezi zima la namna gani utambulisho wa jezi unavyokwenda kufanyika. Jambo moja ambalo nawahakikishia nikiwa nina konfidensi ya juu kabisa jezi za kimataifa za Young African Sports Club ni jezi za viwango vya juu sana. Ni jezi za viwango vya juu sana kuanzia design yake, cutting yake, ubora wa kitambaa. Ni jezi za viwango vya juu sana. Standard yetu imeendelea kwenda juu na tumeendelea kutoa kile ambacho kinamstahili mwanachama na mshabiki wa klabu yetu ya Young Africans. Jambo la tatu ambalo ni muhimu pia tukalizungumza hapa ni kuhusu viingilio vya kwenda kwenye mchezo huu wa siku ya Jumamosi mosi. Tayari viingilio vinavyokwenda kuvitangaza hapa vimeshawekwa kwenye mifumo, kwa maana ya wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa mikoa tofauti tofauti, wanaweza kununua hizi tiketi kwa njia ya simu sasa hivi ninavyozungumza. Wanaweza pia kwenda kwenye vituo tofa, tofauti kunua hizi tiketi. Lakini Zanzibar ambako mchezo utachezwa siku ya Jumamosi, tiketi pia zimesha anza kuuzwa. Tunafahamu moja ya changamoto kubwa ambayo inawakabili mashabiki wetu wa Yanga Africans pale Zanzibar ni kadi hizi za Encard. Pengine mtu yuko nazo na kwa sababu mfumo ni tofauti wa kimashindano kule, hujaitumia muda mrefu kadi yako. Jambo la kwanza kadi uliyokuwa nayo ya N-card kama uko Zanzibar, hiyo kadi haija expire. Wenda ipo ndani, hujaitumia muda mrefu, hiyo kadi haija expire, hiyo kadi bado inafanya kazi. Lakini kama huna hiyo kadi, tumeshawasiliana wenzetu wenzetu N-card, na wamejidhatiti vizuri kuanzia siku ya kesho. Kwa kituo cha kwanza kikubwa ni uwanja wa New Aman Complex kadi zitakuwa zinauzwa pale na tiketi zitakuwa zinauzwa pale. Ni vyema ukawahi mapema kununua tiketi yako ili uwe sehemu ya historia hii kubwa ya mchezo wa hatua ya makundi CAF Champions League ndani ya uwanja wa New Aman Complex viingilio